Walio wengi huwa wanapitia changamoto za maumivu ya tumbo, na maumivu haya huwa yanawapelekea wakati mwingine kuweza e, kujisikia kichefuchefu na pia kuweza kusikia maumivu makali sehemu za tumbo. Na maumivu haya mara nyingi utakuta labda ni upande mmoja au upande mwingine, yaani mara chache sana kukuta mtu mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo, alafu e, let's say anasikia maumivu e, yote yaani, anaumwa huku anaumwa huku, hapana. E, huwa maumivu haya yanatawala e, kwa upande mmoja e, kama yatarudi basi yatarudi kwa upande mwingine. Sasa hatua hii ikifika, moja kwa moja naamini kabisa kwamba kutakuwa na amani ya maisha, na pia naamini hata mambo yako hayataenda vizuri. Kwa sababu gani? Huwezi, uko unasikia maumivu alafu unafurahia kufanya kazi au wewe ukasikia maumivu alafu unafurahia maisha yako, poa kwako, si kweli? ni ngumu e. na wakati mwingine matatizo hai ya tumbo wengi wao huwa e, inaweza ikakuletea changamoto e, za kupata maumivu wakati wa kula, au mara baada ya kutoka kula. Yani kipindi kile ambapo unataka kuingia kula chakula, basi maumivu haya wengi huwa wanayapata au baada ya tu ya kutoka kula chakula, sijajua ni chakula cha muda gani wengi maumivu haya huwa wanayapata. Kwa hiyo tunachokifanya sisi madaktari wa tiba asili ni kuangalia vyanzo hivi, nini huwa kinasababisha haya maumivu. Sehemu kubwa utakuta ni kwamba e, walio wengi sana, walio wengi sana, maumivu haya ya tumbo e, huwa yanatokana na matumizi mbalimbali mbali ya vyakula ambavyo sio rafiki na hasa matumizi ya muda mrefu. E, utakuta mtu anakula pilipili kwa muda mrefu, yani yeye akila nyama pilipili maharage pilipili, ndizi pilipili pili, mboga za majani pilipili pili, kila kitu yeye ni pilipili pili. Ukitumia pilipili pili kwa muda mrefu basi kuna uwezekano mkubwa wa kupata maumivu ya tumbo. Na maumivu haya, kina mama, mnasingizia labda ni period, ndio maana tunakuta mngisa, mbona kama siingii siingi period, kumbe ni changamoto tu hizi za vidonda vya tumbo. Na wakati mwingine tunasema kwamba hata wewe unapokuwa na stress au mawazo, msongo wa mawazo kwa muda mrefu pia inaweza kukupelekea haya maumivu. Hizi hali nilizo zitaja zinaweza zikakufikia kwa sababu tu kuna msongo lini wa mawazo, una stress. unafikiria zaidi kuliko uwezo wako, na hivi tuko kwenye misukosuko fulani fulani ya kimaisha, ndio basi tena. Na ndio maana nikasema kwamba hawa ndugu zangu, kwa nini wanapitia hali kama hizi? Kwa nini si watafutie suluhisho la kudumu? Na suluhisho la kudumu ambalo nimeona litafaa moja kwa moja nikasema kwamba ukitumia aloe vera mmea wa aloe vera kwa usahihi ah, ndugu yangu hizo changamoto zinakuwa zimeisha kabisa. Yani ukitumia mmea wa aloe vera kwa usahihi, changamoto hizi zinaisha. Kama wewe ni mmojawapo, unapata hali ya maumivu ya tumbo, unapata kichefuchefu na same time huo unatoa choo ambacho kina mucus na utelezi, utelezi kina makamasi, mkamasi, unaumwa tumbo upande mmoja, ubavu upande mmoja, mbavu inauma upande mmoja, una changamoto ya kubehua mara kwa mara, koo zimeungua, wakati mwingine zishaeta mavidonda ma, ma, ma ambapo baada ya muda tu kansa itaingia Usiangaike, kuanzia leo usiangaike, sema haya matatizo bye, bye na yameisha. Una vidonda vya tumbo sugu? Usiangaike, matatizo hayo leo ndiyo yameisha, na haya matatizo tunaenda kuyatoa kwa aina moja tu ya matibabu ambayo ni mmea wa nini, wa Aloe Vera. Kwa nini Aloe Vera? Aloe Vera ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kuzuia uzalishaji wa asidi katika tumbo lako. Sasa kama ina uwezo wa kuzuia uzalishaji wa asidi katika tumbo, na haya matatizo yote niliyokutajia haya yanasababishwa na uzalishaji mkubwa wa asidi katika tumbo lako, kwa hiyo ina maana tukizuia uzalishaji wa asidi nyingi, basi tunaenda kutibu hizo changamoto zote kwa wakati mmoja. Na hii ina ushuhuda, kwa sababu kwenye magurupu yangu ya tiba kule, wengi wameshuhudia nilivyowapatia mfumo huu wa matibabu, ni bure na wamepona. Kwa hiyo Aloe Vera sio kuichukulia poa. Kwa watu wenye changamoto za matumbo, ni tiba, ni dawa ambayo itakusaidia, japo tunasema ni dawa ya asili. Na kingine cha mwisho tunasema kwamba jitahidi sana sana sana sana sana sana kutumia Aloe Vera ili uweze kuzuia maumivu ya utumbo. Na unakumbuka katika haya matumbo, utumbo mpana ndio utumbo mbaya na ndio unaleta shida katika hizi changamoto zote. Hata hiyo mucus hiyo, ule utelezi, utelezi ule ni ni, ni, ni, ni, ni hali tu ya utumbo mpana, tatizo kwenye utumbo mpana, vivimbe au mkusanyiko wa choo kwa muda mrefu kwenye kona kona, kwa kwa na mrundikano wa choo pamoja na asidi ndio zinazosababisha hizo hali kuweza kutokea. Na ukiangalia kwenye grupu langu la tiba utakuta kesi kubwa anaozungumzia ni hizo. Kwa sababu gani? Hawajui chanzo ni nini. Ndugu yangu, hiyo siri nakupatia, naomba ubaki nayo na uifanyie kazi. Chukua mmea wa Aloe Vera kama kawaida, ukate, kisha ukishakata, ule utomvu wake uweke kwenye kijiko, kunywa kijiko kimoja tu, au weka kwenye kikombe ambacho kina maji maji, aweka hata nusu kikombe, tia humo maji ya kawaida kabisa. Mimi sikwambia maji ya moto, wala sikwambia maji ya baridi maji ya kawaida kabisa tia omo koroga, kunywa asubuhi. Kesho yake kunywa asubuhi, kesho kutwa yake kunywa asubuhi, pumzika siku hizi nne. Ukishapumzika siku nne, wiki inayofuata tena, kama ulianza siku kama ya leo ya Jumatatu, basi anza tena hiyo ruti. Wiki ya tatu anza tena hiyo ruti. Kabla ujafika wiki ya pili, changamoto yako weye, naamini utakuwa ishaanza kupata matokeo. Kuna mwingine ananiambia tu leo, nilikuwa nawapigia simu na niko kliniki hapo, anasema dokta, mimi nimetumia siku mbili tu mambo yako tofauti kabisa na mwanzo nilivyokuwa. Kwa hiyo ni hali ambayo tukiwaambia kwamba mimea tiba, mimea asili ina uwezo mkubwa wa kukusaidia kuweza kutokana na changamoto hizi, tunamaanisha uhalisia uliopo. Wanaotengeneza hizi dawa, ukikuta kuna syrup wanaziita aloe vera syrup, zipo. Ziko hapa si ofisini, sikumbuki kama eh ee, itakuwa iko wapi, nafikiri itakuwa kwenye shelf kule ndani. Aloe vera syrup, zipo. Wanazitengeneza lakini sisi dawa zetu ambazo zina aloe vera eh ee, ni dawa hizi za Kifagio silapu pamoja na ee, ziko hizi hapo, na ndio maana ukiangalia hata hii Kifagio tonic asidi kiwa ukiangalia ina aloe vera ndani yake. Kwa hiyo humu kuna jumla ya mimea tisa na katika hii mimea tisa, ina maana aloe vera ni mmea mmoja wapo, mmojawapo. Kwa hiyo mimea nane iko nje. Niambie wewe, una asidi gani? Una changamoto gani ya vidonda vya tumbo? Una changamoto gani ya bawasiri ambayo itakwepa hapa? Haiwezekani, lazima hiyo ngoma itakaa, ni lazima itakaa kwa hizi. Ni suluhisho za kudumu kutokana na changamoto zako, lakini ni dawa za asili, ni tiba za asili ambazo zina uwezo wa kuweza kusafisha tumbo, kutoa hizo myukasi, asidi na changamoto zingine wakadha wakada, ambazo unazipitia kutokana na hali yako ya tumbo. Karibu sana Kifagio Afya Kliniki ili uweze kujipatia suluhisho hizi za kudumu, upone kabisa hizo changamoto zako unazozipitia hivi sasa. Namba yangu ya simu ni ile ile 0744433779. Ukinipigia tutazungumza, tutayajenga na utapata suluhisho la kudumu kwa wakati huo. Usisahau kusubscribe kwenye page yangu, ili wewe unapata haya masomo mara kwa mara. Hivi vitu ni muhimu sana na tunavitoa bure kwa ajili ya kuwasaidia wanatanzania wenzangu. Kwa hiyo tuyafanyie kazi, maji ya uvuguvugu asubuhi ni muhimu sana na maji ya vuguvugu jioni ni muhimu sana sana sana, na weka, kama una changamoto ya presha na kisukari, basi weka kipande kimoja cha chumvi, mambo yatakaa vizuri. Awa wanaopiga simu tuwachane nao, tutawapokea simu namba tatu pale. Kwa hiyo jitahidi kwa hilo. Kituo chetu kiko Mwanza, eneo la Msumba, Mwanza Ilemela njia panda kwenda airport, tupo hapa kwa ajili ya kuwasaidia changamoto mbalimbali ili muweze kupona kabisa kabisa. Vipimo vyetu ni vile ambavyo ni light, major ambazo sio extensive, sio vipimo vikubwa, ni vipimo vya kawaida japo ni vya kidijitali ambavyo vina uwezo wake kwa nafasi yake kuweza kudetect baadhi ya weakness kwenye miili yetu. Asante sana.